Matokeo ya kwanza ya wanafunzi wa sekondari msingi KJSEA ambayo yametolewa hii leo, huku wasichana wakifanya vyema ikilinganishwa na wanafunzi wa kiume. Matokeo hayo pia yakionyesha wanafunzi hawakufanya vyema kwenye somo la hesabati na lugha ya ishara. <laughs> Kinyume na tamaduni za hapo awali, matokeo ya kwanza ya KJSEA yametolewa bila mbwembwe nyingi kama ilivyokuwa enzi za mtihani ya KCPE. Mara hii maafisa wa elimu wakikongamana kwenye hafla fupi kutangaza matokeo hayo ya wanafunzi milioni moja nukta moja tatu walioandikisha historia kuwa wa kwanza kwa mtihani huu chini ya mtaala wa CBE to tell you that we are reducing the stakes in as far as KJSEA is concerned. Matokeo haya yanayotia kikomo elimu ya 844 yakionyesha kuwa wasichana walifanya vyema kuliko wavulana, wakipasi masomo kumi kati ya kumi na mbili. Hii ikiwa ni licha ya wavulana wengi kufanya mtihani huu. of the 1,130,459 learners who sat the 2025 KJSEA 578,630 were male, while 551,829 were female, representing 51.19 percent and 48.81 percent of the total learners Respectively. Matokeo haya pia yakionyesha kuwa kati ya wanafunzi milioni moja nukta moja tatu waliokalia mtihani huu, asilimia sabini na tano wakipata alama zinazowawezesha kujiunga na sekondari ya juu. Idadi kubwa ya wanafunzi waliandikisha matokeo bora kwenye masomo saba kati ya kumi na mbili huku somo la Kihindu likiongoza orodha pamoja na sayansi, masomo ya kijamii, talanta na ubunifu pamoja na Kiswahili masomo ya sanaa ya ubunifu na michezo ikiandikisha matokeo bora zaidi kwa asilimia 96.84 ikifuatiwa na kilimo, Kiswahili na masomo ya kijamii. Of concern, however, are mathematics and the Kenya Sign Language which recorded 32.44% and 22.14% of the learners performing at meeting and exceeding expectation Kwenye matokeo haya asilimia 59 walionyesha uwezo wa kufanya masomo ya sayansi, asilimia 46.52 wakiwa kwenye masomo ya kijamii na sanaa na michezo ikiwa na asilimia 48.73. Wizara ya elimu ikiahidi kuwa wanafunzi wote milioni 1.13 watapata barua za shule watakazojiunga nazo juma lijalo kuanza masomo Januari tarehe 12. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.